akizungumza mjini Dodoma, waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema uamuzi wa Rais Dr John Magufuli kutengua uteuzi wa waziri wa mambo ya ndani, Bwana Charles Kitwanga umefuata kanuni za utumishi wa umma ambao unakataza mtumishi kulewa akiwa kazini. N e, ni kweli kwamba Mheshimiwa Rais wa, wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr John Pombe Joseph Magufuli ametengua uteuzi wa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Mheshimiwa Charles Kitwanga Mbunge, baada ya kuwa ameonekana amekuwa ame, ame, ame, amelewa wakati wa kazi. Na hiyo ilijitokeza pale alipokuwa anajibu maswali asubuhi ya wizara yake. Kulikuwa na dalili zote za za ulevi, ambapo maswali aliyoyajibu hakuyajibu vizuri, na swali lake litalazimika kurudiwa tena baada ya wabunge kuomba mwongozo kwa swali hilo. Kwa upande wake waziri kivuli wa mambo ya ndani CHADEMA Mheshimiwa Godbless Lema ameshauri kufungwa vifaa maalum vitakavyopima ulevi ndani ya Bunge ili kulinda heshima na hadhi ya muhimili huo, ambapo akiongea katika mahojiano maalum amepongeza hatua Raisi ya kutengua uteuzi wa waziri wake huku akiwa amechafua hadhi ya Bunge kwa hii ba alioseti Magufuli hicho kiwango. Ni kiwango kizuri, ulevi sio jambo zuri Ulevi ni utovu wa maadili. Kuna vile vipimo wanavyo polisi wa kupima watu pombe. Sasa vile waviweke pale getini bungeni, ili kila waziri anayeingia na mbunge awekwe mdomoni lile bunge, mawaziri atakaobaki ambao ambao hawata ambao watabaki labda ni asilimia tano ya mawaziri wa Magufuli. Haya yanakuja ikiwa ni siku moja tu baada ya taarifa ya Ikulu ya Dar es Salaam kutangaza kumtimua kazi aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi baada ya kuingia bungeni na kujibu swali la wizara yake kimakosa huku akiwa amelewa. Kutoka Dar es Salam, Spencer Lamek, ITV.